Why not now? Kwa nini si sasa? Marekani yatetea uamuzi wa kupitia upya uhusiano na Tanzania. Serikali ya Marekani imejitokeza kujibu maswali yanayoibuka kuhusu uamuzi wake wa kufanya mapitio ya kina ya uhusiano wa kidiplomasia na Tanzania, hatua iliyozua mjadala mpana ndani na nje ya nchi. Kauli ya kwa nini si sasa imekuwa ikisikika mara kwa mara miongoni mwa wadau wa siasa, diplomasia na wananchi wa kawaida. Huku Marekani ikisisitiza kuwa uamuzi huo ni wa kimkakati, wa muda mrefu na unaolenga kuimarisha msingi wa uhusiano wa pande mbili. Kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na maafisa wa ngazi za juu wa Marekani, mapitio hayo hayalengi kuvunja uhusiano uliopo, bali ni hatua ya kutathmini kwa kina maeneo yenye changamoto na fursa ili kuboresha ushirikiano wa baadaye. Marekani imeeleza kuwa uhusiano wake na Tanzania ni wa kihistoria, wa manufaa kwa pande zote na umejengwa juu ya misingi ya ushirikiano katika sekta za afya, elimu, maendeleo ya kiuchumi, usalama wa kikanda na diplomasia ya kimataifa. Msingi wa uamuzi na maelezo ya Marekani. Marekani imebainisha kuwa mapitio ya uhusiano wake na Tanzania yametokana na mfululizo wa masuala ambayo yamekuwa yakijitokeza kwa kipindi cha muda. Masuala hayo yanahusisha wasiwasi juu ya hali ya uhuru wa raia, mazingira ya kisiasa, uhuru wa vyombo vya habari, haki za kiraia na mwenendo wa demokrasia kwa ujumla. Kwa mtazamo wa Marekani, masuala haya ni sehemu muhimu ya misingi ya uhusiano wa kimataifa na yanapaswa kuangaliwa kwa umakini. Katika kufafanua zaidi, maafisa wa Marekani wamesema kuwa mapitio hayo ni ya kawaida katika mahusiano ya kidiplomasia, hasa pale ambapo nchi mshirika inapitia mabadiliko ya kisiasa au kijamii yanayoweza kuathiri uhusiano wa muda mrefu. Wamesisitiza kuwa Marekani haina nia ya kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania, bali inataka kuona mazingira yanayowezesha ushirikiano endelevu, wa uwazi na unaoheshimu haki za msingi. Kwa nini si sasa? Jibu la Marekani. Kuhusu swali la kwa nini mapitio hayo yanafanyika sasa, Marekani imeeleza kuwa muda huu umechaguliwa kutokana na tathmini ya jumla ya matukio ya hivi karibuni na mwelekeo wa kisiasa nchini Tanzania. Maafisa wake wamesema kuwa masuala yanayohusu haki za binadamu, ushiriki wa wananchi katika masuala ya kisiasa na uhuru wa kujieleza yamekuwa yakijadiliwa kwa muda na sasa imeonekana ni wakati mwafaka wa kufanya tathmini ya kina. Marekani imeongeza kuwa kusubiri zaidi kungedumaza uwezo wa kushughulikia changamoto mapema, jambo ambalo lingeathiri vibaya uhusiano wa baadaye. Kwa mtazamo huo, mapitio yanaonekana kama hatua ya kuzuia matatizo makubwa zaidi baadaye na kuweka msingi imara wa mazungumzo ya wazi kati ya pande mbili. Maeneo yanayoangaliwa katika mapitio. Katika mapitio hayo, Marekani imeeleza kuwa inatazama maeneo kadhaa muhimu. Miongoni mwa hayo ni mazingira ya kisiasa na kisheria, uhuru wa vyombo vya habari, nafasi ya asasi za kiraia na mazingira ya uwekezaji. Marekani imekuwa mshirika mkubwa wa maendeleo kwa Tanzania kwa miongo mikada, ikitoa msaada katika sekta nyeti kama afya, elimu na maendeleo ya jamii. Hivyo imeeleza kuwa ina wajibu wa kuhakikisha kuwa misaada na ushirikiano wake vinafanyika katika mazingira yanayozingatia uwajibikaji na haki. Aidha, mazingira ya biashara na uwekezaji ni eneo jingine linaloangaliwa kwa karibu. Marekani imebainisha kuwa wawekezaji wake wanahitaji uhakika wa sera uwazi wa kisheria na mazingira yanayoheshimu mikataba ili waweze kuwekeza kwa ujasiri. Mapitio hayo, kwa mtazamo huo, yanakusudia kubaini kama mazingira hayo yanaimarika au yanahitaji maboresho. Athari kwa ushirikiano wa kiuchumi na kijamii. Hatua ya kupitia upya uhusiano imeibua mjadala kuhusu athari zake kwa ushirikiano wa kiuchumi na kijamii. Wapo wanaoona kuwa mapitio hayo yanaweza kuathiri baadhi ya miradi ya maendeleo au kasi ya ushirikiano katika sekta fulani. Hivyo basi, Marekani imehakikisha kuwa lengo lake ni kusitisha ushirikiano uliopo, bali ni kuuboresha ili uwe na tija kwa wananchi wa pande zote. Kwa upande wa afya, Marekani imekuwa mshirika muhimu katika mapambano dhidi ya magonjwa sugu na ya kuambukiza pamoja na kuimarisha mifumo ya afya. Katika elimu imechangia katika miradi ya elimu ya juu, utafiti na kubadilishana uzoefu. Marekani imesisitiza kuwa mafanikio haya ni sehemu ya urithi wa uhusiano wa muda mrefu na hayapaswi kuathiriwa na mapitio yanayolenga kuboresha misingi ya ushirikiano. Mitazamo wa Tanzania na diplomasia ya heshima. Serikali ya Tanzania kwa ujumla imekuwa ikisisitiza umuhimu wa uhusiano wa kimataifa unaojengwa juu ya misingi ya heshima, kuto kuingiliana masuala ya ndani na maslahi ya pande zote. Tanzania imekuwa ikisisitiza kuwa iko tayari kushirikiana na washirika wake wote wa kimataifa kwa lengo la kuleta maendeleo na ustawi wa wananchi wake. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa mapitio hayo yanaweza kuwa fursa kwa Tanzania na Marekani kukaa mezani na kujadili kwa wazi masuala yanayowahusu bila presha wala misimamo mikali. Wanasema diplomasia ya mazungumzo ni njia bora ya kutatua tofauti na kuimarisha uhusiano wa muda mrefu. Maoni ya wataalamu wa diplomasia. Kwa mujibu wa wataalamu wa diplomasia, hatua ya Marekani ni sehemu ya mwenendo mpana wa nchi nyingi kupitia upya uhusiano wao wa kimataifa kulingana na mabadiliko ya kisiasa na kiusalama duniani. Wanasema kuwa mapitio kama haya hayapaswi kuchukuliwa kama adhabu bali ni fursa ya kujitathmini na kuboresha misingi ya ushirikiano. Wataalamu hao wanaongeza kuwa mafanikio ya mapitio yatategemea zaidi jinsi pande zote zitakavyoshirikiana kwa uwazi, kuheshimiana na kuzingatia maslahi ya wananchi. Kwa ujumla, mapitio ya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania yanaonekana kuwa hatua muhimu ya kidiplomasia inayolenga kuimarisha misingi ya ushirikiano wa pande mbili. Licha ya maswali na wasiwasi uliojitokeza, Marekani imesisitiza kuwa nia yake ni kujenga uhusiano imara zaidi unaozingatia haki, wazi na manufaa ya pamoja. Kwa Tanzania, kipindi hiki kinaweza kuwa fursa ya kuimarisha diplomasia yake, kujenga mawasiliano ya wazi na washirika wake na kuhakikisha kuwa maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii yanaenda sambamba na matarajio ya jumuiya ya kimataifa. Hatimaye, mustakabali wa uhusiano huu utategemea zaidi uwezo wa pande zote kusikilizana, kuheshimiana na kufanya maamuzi yatakayowanufaisha wananchi wao kwa muda mrefu.